Wanafunzi chuo kikuu cha Iringa kitivo cha utalii wajianda ni siku ya utalii duniani. Watu wawili wafariki katika mfuko wa bomu nchini Uganda. Habari za mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Samuel Mwepaje. Kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya utalii duniani, wanafunzi wa kitivo cha utalii chuo kikuu cha Iringa wameelezea namna walivyojiandaa kuelekea maadhimisho hayo yatakayofanyika mkoani Arusha tarehe 7 Juni mwaka huu. Mwanabari wetu Valeriana Crispin Crispin anaundani na taarifa hii tupokea. Siku hiyo kama siku nzuri ambayo ni siku yenye fursa na siku yenye mwanga, kama mwanafunzi wa tuahizi ambaye anasomea kozi ya uai, ambapo naamini tutakutanisha mawakala wengi kwa wekezaji, kupokea vizuri siku naab Maonyesho ya kitaifa yana manufaa makubwa sana kwangu, kama kunifungulia milango ya ajira vile, kunipa mwanga kamnagani, naweza pia endapo nikiwa na, na chance au nafasi ya kuwekeza katika nchi yangu namna gani naweza nikawekeza au mia, inaonyesha mianya ya namna gani naweza nikawekeza na kupata faida katika indastri ya utalii katika nchi yetu ya Tanzania. Hivyo nachukulia na maonyesho haya kama nafasi kubwa na sehemu kubwa sana katika indastri yetu ya utalii. Wanafunzi wa kitivo cha utalii wameeleza namna wanavyonufaika kupitia maazimisho ya siku ya utalii duniani na fursa wanazozipata kupitia maazimisho hayo. Kwa sisi wanafunzi tunaojisomea hapa, tunaweza inawezekana, na baadhi ya ndugu zetu walioko huko Arusha wana shughuli kama hizo. Ni maybe tunaweza tukapata connection. Wanaona, hapa wakizingatia kuna baadhi ya wanafunzi hapa wanasoma, kimaliza waingie kwenye industry ya utalii. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi tunachotegemea hawa walioko sasa hivi kwenye hizo shughuli za kitalii kuarusha, tunategemea tutavuna matokeo mengi kutokea kwenye hilo tamasha, ukizingatia sekta ya utalii kwenye ishu ya employment imekuwa nyuma kidogo kwa upatikanaji. Kwa hiyo bila connection huwezi ku, kuendelea kwenye sekta ya utalii hii. Siku kwanza kabisa manufaa yangu kwa upande wake, wanafunzi wa saikolojia ameeleza jinsi matamasha ya utalii yanavyosaidia wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wasaidia, wajasiriamali, wadogo hasa jamii ya Maasai wanaojishughulisha na utengenezaji wa vitu establish, establish new product. Kwa mfano kwenda pale Arusha kuta kuna wale Wamasai ambao wanatengeneza hizi bracelets, wanauza hizi kacha kwa wageni ambao a watokeza pale kwa ajili ya tamasha, kwao inaweza ikasaidia kumfumua wao, lakini pia cha pili itatengeneza destination image. itatengeneza taswira nzima ya destination hiyo. Kwa mfano pale Arusha tunachofahamu Tanzania ni miongoni mwa Arusha pale ni Miongoni mwa kitovu cha utalii kwao, pale kuna hifadhi nyingi sana. Kwa hiyo hapa inaweza ikasaidia kutengeneza uh, taswira nzima like ya destination. Haya ni baadhi ya maoni ambayo yameelezwa amba ya na wanafunzi wanaosoma katika kitivo cha utalii ambayo yameelezea fursa zinazopatikana katika siku ya uazimisho wa utalii duniani unaofanyika Arusha. Na nikiripoti kutoka kwenye viunga vya chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Valeriana Christian wa UoI Digital. Taarifa yake pale ya na Crispin, ya tukamilisha habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi tukitarajia ni habari za kimataifa takazoto kwako na Grace Matip. Watu wawili wamefariki dunia baada ya mlipuko huko nchini Uganda katika eneo la Kampala. Mlipuko huo ulitokea karibu na makaburi ambapo waumini wa dini ya Kikristo walikuwa wamekusanyika na kufanya ibada ya kwa kuwakumbuka mashahidi wa Uganda katika mazabau ya kanisa Katoliki, Munyonyo, viungani mwa mji wa Kampala. Jeshi la Uganda UPDF limesema mlipuko huo umewaangamiza magaidi wawili akiwemo mwanamke mmoja gaidi wa kujilipua. Wawili hao walikuwa wakisafiri kwenye pikipiki. Nilikuwa nikifagia, ghafla nikasikia mlipuko mkubwa ukanishtua sana, na nikaenda kuangalia tukio. Awali nilidhani ni mlipuko wa gurudumu la gari kumbe ni bomu na niliona watu wengi wamekusanyika hapo, watu wawili walikuwa wamelala chini. Usalama umeimarishwa katika eneo la tukio, huku maafisa wa polisi wakiwemo wale wa kitengo. Kumekuwa na mlipuko hapa, lakini ujumbe muhimu kwa raia wetu, wanapaswa kuwa watulivu. Tunashughulikia tunashughulikia hali na tumepiga doria kila eneo la jirani katika eneo hili la na tumepiga doria katika kila eneo la jirani kutoka hapa eneo la tukio, na mpaka sasa hakuna watu kawaida wa kawaida waliofariki isipokuwa waliokuwa kwenye pikipiki. Hata hivyo Uganda, hivi karibuni imekumbwa na mashambulio mbalimbali ikiwemo kundi la EDF na kundi la magaidi Islamic State, ambao makundi hayo yamekuwa yakirusha mabomu na kuvamia baadhi ya mji ikiwemo ikiwemo mji wa Munyonyo katika viunga vya Kampala. Asante Grace Matiko kwa habari za kimataifa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Samuel Mwepaja, asante na kwaheri.